Katika kitabu tunachokitumia kiitwacho Matnul Ajurumia cha mwanachuoni Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Sanhaji rahimahullahu ta'ala, tulitoka katika mlango unaoitwa Babul Irabe na tulistafidi hapo alhamdulillah. Na leo tunakuja kuingia katika mlango tuliosema kuwa leo tutakuja kuogelea. Uh, nao si mwingine, ni mlango wa babu bia babu mlango ma'rifati wa kutambua alamati alama al-i'rab i'rab. Kwa hiyo, babu ma'rifati alamati al-i'rab ni mlango wa kutambua alama za irabu. Katika kile tulisoma maana ya i'rab. Kisha tukaja tukasoma aksamul i'rab. Leo tunakuja kusoma alama za i'rab. Anasema sasa, lirafi arba'a alamat, rafu ina alama nne katika moja, vigawanyo vinne vya i'rab, kimoja wapo ni rafu. Ni rafu tukasema kwamba rafu maana yake ni kuweka alama ya dhamma au naibu wa dhamma. Kisha tukasema leo tutakuja kuwaona hao manaibu wa dhamma, kwamba tunaambua li rafi'i arbau alamati, rafuu ina alama nne ya kuweza kutambua kama hapa kuna rafu. Alama ya mwanzo ni adhamma, ni alama ya kuweka dhumma alama ya pili ni alwau, ni alama ya wau kupatikana harfu lwau katika neno. Lakini inapatikana vipi? Usiwe na wasiwasi, utajua. Wal alifu, lakini vile vile pia kupatikana harfu alif, kupatikana alifu katika neno. Lakini alifu yetu ka wapi? Pia tumia, usiwe na haraka. Kisha wanunu na nini na alama ya kuwepo harfu nun, pia vile vile ni alama ya kutambua kama hapo kuna rafuu. Kwa hiyo adhamma tu dhamma, ndiyo msingi wenyewe na ndiyo mama wa rafuu, lakini alwau wal-alifu, wa nun, wao alif na nun, hawa ndio manaibu wa dhamma, yaani kuna baadhi ya maneno hayawezi kukaa alama ya dhamma hivyo basi ikabidi eh, pawekwe kitu kitakachowakilisha dhamma, ambayo itakuwa ni herufi, ndio kama hiyo hapo: wau alif, wow, na nun. Twende mbele zaidi, mtunzi anatuambiaje? Anasema fa amma dhamma tu, ama hii alama ya dhamma tuliyoiona hapo, fatakunu alamatan lirafi itakuwa alama ya raf, kwa sababu si kila dhamma ni alama ya raf. La, hapana, bali kuna wakati dhamma ndio inakuwa alama ya raf baadhi ya auqati, lakini baadhi nyingine haina maana kwamba hiyo ni raf. Kwa hiyo fatakunu alamatan liraf, itakuwa ni alama ya kurufaisha. Fi arbaati mawadhia, katika sehemu nne ala kumbe dhamma inaweza kutambulika kama rafmu eh? Ikiwa itaweza kupatikana katika sehemu nne hizo tunazozitaja. Ya mwanzo, fil ismi mufradi, katika jina pweke, kama vile kusema Muhammadun. Hili ni jina pweke, linatambulisha kitu kimoja tu. Baitun hili ni jina pweke sababu so, linatambulisha eh, kitu kimoja tu. Arnabun nalo hili ni jina kweke kwa sababu inatambulisha kitu kimoja tu. Kwa hiyo fil ismi lmufradi, katika jina kweke, hapa pakiingia dhamma hiyo itakuwa ni alamatun lirrafi. Jaa muhammadun, kwa muhammadu hapa ni marfuu, au sio? Hadha baitun. Kwa hiyo baitun hapa ni marfuu, hmm? Hadha arnabun na arnabuna ni nini? Ni marfu. Hadhihi shajaratun, vile vile shajaratun ni marfu kwa sababu ni majina pweke. Lakini sehemu nyingine wa jam'u taksir, vile vile pia jam'u taksir yani eh, ni plural form. Ni wingi wa neno, mfano baitun ni neno pweke kwa hiyo ni singular, alafu buyutun hii ni plural, ina inatambulisha, ina wingi kwa kuna umoja na kuna wingi. Sasa jamu'u taksir inamaanisha huu wingi wa manake, plural form. Kwa hiyo tukisema buyutun, mwisho utakuta kuna nini? Kuna dhamma, hasio <laughs> na maneno mengineyo kama dafati sawa eh, kama hivyo dafatiru, tabashiru. Sawa, utonaye majina yako katika wingi, lakini mwisho wake kunaingia alama ya dhamma, jamu taksiri. Lakini kuna wajami muannathi salimi, pia alama ya dhamma inaingia katika neno lenye kutafsirika kama kundi la wanawake waliosalimika. Mfano yakija kama vile muslimatu, mu'minatu, dajajatu, sawa. So, eh hayo yote yanahesabika kama ni jam'u eh, almuannath salim. Tumeelewana, qanitatu, sawa. So, eh? hayo mwisho wake yanaingia dhamma, yanakubali kuingia dhamma. Kwa hiyo dhamma katika moja ya sehemu ambayo inapatikana, sehemu hizo nne ni kuzikuta katika majina yenye kumaanisha kundi la wanawake, lakini wafiili lmudhari na pia katika fiil mudhari, yani kitendo cha wakati uliopo alladhi ambacho lam yatasim hakijaungana bi akhirihi shay'un, mwisho wake na kitu chochote, kama kusema yadkhulu. ili hii mu, ni fiil mudhari ambayo yenyewe ni mujarrad, haijaungana na neno lolote, haijaungana mwisho wake, sawa? Sio yadkhulna la. Ukisema yadkhulna, maana maanake tari kumeshaingia ingia nuni ya uh, kumaanisha ukike, sawa? au kusema yadkhuluna, hapana, kwa sababu imeshamaanisha kwamba hapo e, kuna kuna alama ya kuonyesha kwamba yadkhuluna imeungana na kundi la wanaume. Kwa hiyo wanaoingia hapo ni wanaume, yatakuwa peke yake, yadkhulu, yasjudu sawa eh? Yarkau, yusalli kama hivyo kwa e, hiyo kwahiyo fi'li mudhari ambayo msati haijaungana na chochote eh? nayo vile vile nakubali kupata alama ya nini? Dhamma. Twende sehemu nyingine, wa amal wau na ama wau. Tulisema katika nini, alama za rafu ni ngapi? Ni nne. Tulianza dhamma, tumemaliza eh? Sasa tupo wau sawa, mbili, nazikata, eh? wa sawa, itakuwa mbili hizo tunazikata, wa amal wau ama wau fatakunu alamatan lirafi, itakuwa ni alama ya kurufaisha mm, fi maudhi aini sehemu mbili tu. Sehemu ya mwanzo fi jami lmudhakkar salim, katika neno lenye kumaanisha kundi la wanaume: almuslimuna, almu'minuna, almusalluna sawa, au sayyahuna, sabahuna, sajaduna. Haya majina yote yanatambulika kama jamu jamulmudhakari, sani. Haya majina yanarufaishwa kwa wawu. kwa hiyo tukisema jaa al-muslimuna, jaa al-muslimuna. hapa almuslimuna ni marfuun bil wawi, al muslimu, ile wawu pale ndiyo alama yake ya kurufaishwa, na nuni ni iwadh Eh, ani tanwini fi ismi mufrad, sawa. Kisha wa fil asmaa al khamsa, na katika majina matano hayo, majina ndio tunayaona hapa abuka, abuka, abu, abu, hiyo wau hapo ndio imesimama kama rafu jaa. Abuka manake abu ni marfuun bilwawi, alafu mudhafu kafu ni mudhafu ilayhi sawa. Akhuka sawa, jina jingine hamuka, wafuka, wazu mali. Kwa hiyo abu, akhu, hamu, wafu, wazu, sawa, fu, zu, hayo ndio majina matano sema yamewekwa na kaf kwa sababu majina haya hayawezi kukaa peke yake mpaka yaegemezwe kwenye dhamir kama hivyo: abuhu, abuha, abuka. Ikiwa hivyo hakuna tatizo, abuhum, abuhuna. Sawa. mm -hmm. Sasa wa amma ni alifu na ma, alifu fatakunu alamatan lirafi, itakuwa ni alama ya kunufaisha. fi tathniyati alasma'i khasa, katika majina yenye kumaanisha uwili uwili. Baitani, baitun maana yake nyumba moja, baitani nyumba mbili, buyutun nyumba kwa zia tatu na kuendelea. Sasa tunamaanisha hii tafsiri ya mbili, mbili. Kwa hiyo baitani rajulani muslimani, hawa wote ni wawili wawili. Jaa almuslimani muslima, ile alifu ndio sehemu ya rafu yenyewe, ile nuni ni badali ya tanwini. Hadhani baitani, hii baitani baita ile alifu pale kabla ya nuni yenye kasra ile ndiyo alama ya nini ya dhamma. Na na, na nikwambie kitu ndugu yangu, nahau ni kama mathematics. Wakati unasikiliza sauti na hapo patokua, ujaribu kuiandika ili kusudi kupata maana kwa macho na sio kusikiliza tu, sawa? Kwa sababu mathematics huwezi kuisoma kwa, kwa, kwa kusikiliza. Ni lazima mkono wewe unafanya unafanya kazi Tumalizia hapa wa amanunu na amanuni fatakunu alamatan lirafi, itakuwa ni alama ya kurufaisha fil fi'li mudhari, katika kitendo cha fi'li mudhari kipi? Wakati kile mwanzo tunakuwa dhama pia e, inakuwa ni katika alama ya rafu, ikiingia katika kitendo cha fi'li mudhari lakini alladhi lam yatasil biakhirihi shay'un, ambayo mwisho wake haikuungana na kitu chochote, na hiye hapa, vile vile hapa sema idha tasala bihi, itakapoungana nayo dhamiru tathnia, dhamiri ya uwili au dhamiru jami, au dhamiri ya, ya, ya, ya kundi au dhamiru lmuannathati lmukhatabati, au dhamiri ya kike yenye kuzungumzishwa. Ni vipi hizo jamani? Dhamiru tathni hapa ni kama vile kusema yajlisani au tajlisani, na dhamiru ya jamu ni kusema yadhribuna au yajlisuna au tajlisuna. Hiyo ndio dhamiri ya jamu wao, sawa? Eh, dhamiri ya jamu kwa hapa yajlisani, ile alifu yajlisaa, hiyo ndio dhamiru tathnia, sawa? na hapa yajlisuna, yajlisu, hiyo wao ndio dhamiri jami, sawa? na hapa au dhamiri almuannathati almukhataba, au dhamiri ya mwanamke mwenye kuzungumzishwa ni yajlisina. Eh, samani tajlisina, hiyo tajlisina, tajlisi hiyo ye ndio dhamirul muannathati mukhatabati. Sasa hizo nu ni mwisho wake kwenye hivyo vitendo ndivyo vinasimama kama alama ya raf'u o, na vitendo hivi tunasema al af'alul khamsa, vitendo vitano yajilisani, tajilisani, yajilisuna, tajilisuna, tajilisina. Unapata vitendo vitano hivi, vyote ni vinakuwa ni marfuu binuni, na hapo tutakuwa tumefika a, Uh, ukomo wa kusoma alama za irabu. Insha Allah taala, tutakuja kuangalia alamatu nasibi, alama za kunaswibisha. Kama hauja subscribe subscribe sasa na musalama a kengele ili kusudi darasa zetu tukisiposti zikufikie kwa wakati. Ulikuwa nami al alustadhi Baqir Uthman, karibu sana Abjad online, maa salama.